Nimetumia mbolea ya KEPI katika shamba langu, nimeotesha mazao mbalimbali mbali. Nina mahindi kama mnavyoona, kuna ngogwe, kuna biringanya, kuna maboga. Kwa kweli nimeona manufaa ya hii mbolea ya KEPI mpaka sasa, maendeleo yangu katika mazao yako juu. Nilikuwa na washauri ndugu watazamaji, mweze kutumia mbolea ya KEPI. Hakika mafanikio yake mtayaona, kama mnavyoniona hapa, niko katika shamba au bustani nyingine ambayo ina mazao mbalimbali mbali. mbele yangu kuna mwogo katikati, kuna biringanya kama mnavyoziona na ili lishamba shamba inampaka vitunguu. Watazamaji, kama mnavyoona hicho kitunguu kina mwezi mmoja na nusu tangu nimeotesha, lakini mpaka hapa ndiko fikia maendeleo yake nayoona yako vizuri. Ndugu watazamaji, ni kuwa nawashauri muendelee kutumia mbolea ya KEPI na naendelea kuwakaribisha mje mjionee ubora wa mbolea yetu ya KEPI. Karibuni sana ndugu wadau. Mmejionea wenyewe namna kilimo ikolojia kinavyofanya kazi kwa kutumia ule mkulima ambayo tumemtembelea shambani. Kilimo ikolojia ni kilimo ambacho kina, kina aina mbili au tatu za mazao kwenye eneo moja, kama tulivyoona kwenye eneo la mkulima, tumeona kwamba ameweza kuotesha mahindi na, na bilinganya lakini ameotesha mahindi na na na vitunguu, ameotesha mahindi na na ma, ma, ma, maboga, ameotesha ngogwe, kuna mahindi. Kwa hiyo akivuna anaweza kupata vyakula vingi kwa wakati mmoja, au aina mbalimbali ya vyakula kwa wakati mmoja, ni tofauti na mtu aliyeotesha mahindi peke yake na leo nina furaha sana mbele zenu kuwaonyesha bidhaa zangu ambazo nimezizalisha kwa kutumia mbolea ya KEPI. Leo nina furaha sana, ukiangalia haya yote ni mazao yaliyopatikana kwenye kutumia mbolea ya KEPI. Kuna bilinganya kuna ngogwe hapa, tuna mchele, tuna unga wa mahindi, tuna kahawa. Kahawa nzuri sana hii, ni organiki kabisa, haijatumia kemikali lakini pia tuna makande tumeandaa. Sio hivyo tu, katika ile hali ya hii tunavyofanya ya masuala ya kilimo ikolojia, pia tunamkumbuka mdudu anayeitwa nyuki. Mdudu nyuki ndiye anayetusaidia kuchavusha baadhi ya mazao, kwa mfano ngogwe hizi, bilinganya, kahawa. na tukishapata ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile proses ya uchavushaji tunakuja kupata asali hiyo pia ni katika ile sehemu ya kilimo ikolojia. Kwa maeneo ambayo yana nafasi ya, ya kuweka mizinga ya nyuki, ni kitu ambacho kitakupa faida kubwa, kwa sababu wewe hufanyi kazi ya uchavushaji, ni nyuki. Na katika hali ile ya uchavushaji na kukamilisha uchavushaji ule na kupata asali, bado tunarudi tena kule chini, kuna kwamba kunakuwa na product ambayo inapatikana baada ya uchavushaji na kupata asali tunakuja kupata kitu kinachoita mta prosesi bado zinaendelea na namna gani ya kuchakata huu mta kuwa bidhaa, bado prosesi zinaendelea. Kwa hiyo ukiangalia kilimo ekolojia ni kilimo kizuri sana, na kinaweza kututoa katika hali hii ya ukame na mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu kuna mazao ambayo yenyewe otomatiki yanaweza akatengeneza kivuli. Kwa mfano tulivyoona kwenye shamba pale, tuliona kwamba kwenye, kwenye, kwenye bilinganya kulikuwa kuna mahindi yale mahindi tayari alishedi bilinganya, ili is, ile, ile mwanga wa jua usiende moja kwa moja kwenye ardhi. Kwa hiyo kile kitendo cha mahindi kushedi bilinganya ndozi bilinganya zimekuwa zime na, na, na mwanga unapenya kuingia kwenye bilinganya wa jua, lakini inapata kivuli ni sawa sana, wewe kwenye jua kali ukawa chini ya mti, afya yako itakuwa tofauti na yule ambaye anapigwa na jua moja kwa moja. Pia tumeona kwenye vitunguu kwale, kule kwenye, kwenye vitunguu ame, ameweka mahindi kwa shedi na, mahindi ana shedi vitunguu, lakini wakati huo huo mahindi nayo yanapata, yanasaidiana na vitunguu, yanasaidiana vilinganya, mambo yanaenda kwa, utakuta kwamba ile dhana ya kuotesha mahindi eka moja yote bila kuweka kitu chochote ni kweli hapo, tunapoteza muda mrefu na tunaondoa lishe nyingi ambazo zingeweza kuwepo kule shambani na hii tungetuondolea umaskini. Kwa hiyo tunatakiwa tufikirie namna ya kilimo ikolojia. Kilimo ikolojia itatusaidia sana katika maisha yetu ya kila siku. Mimi nawashauri tufike mahali tukae chini, tujipange namna gani ya kupambana na hii mabadiliko ya tabia nchi kwa kilimo ikolojia. Kwanza hakitumii hakitumii gharama kubwa, hakitumii kemikali nyingi, ni kilimo ambacho unakula kitu ambacho ni kizuri. Kwa kweli, hata kama tunasema tunahitaji mavuno kiasi kikubwa, lakini tuangalie na afya zetu. Inapendeza tukiweza kupata mwanga mzuri, wataalamu wazuri wa kilimo ikolojia kwa ajili ya kuwezesha hii mada ya kilimo ikolojia ikae vizuri na jamii iweze kuelewa, na muonekano kama yule mkulima alivyokuwa pale shambani. Pale shambani ana mihogo ana, ana bilinganya ana ngogwe ana mahindi ana, ana matikiti maji ana tikiti za kawaida ana vitunguu kwenye eneo moja pale, umaskini haupo. Na hapo kama angekuwa na uwezo angekuwa na mzinga mmoja wa nyuki au miwili ie maisha yake ngomazuri tu kwa hiyo, jamani, nashauri bado tuna muda wa kuweka utaratibu wa kilimo ikolojia kikae vizuri, na kitatusaidia kwenye afya zetu. Pamoja na kilimo ikolojia, lakini tuna mbolea ambayo imezalishwa kwa kutumia taka mbalimbali mbali za shambani, zile taka mbalimbali mbali za shambani zinaozeshwa kwenye mwozo mzuri ambao unaweza kusababisha wadudu wakawa wengi na bakteria wakawa wengi na kuchakata kupata mbolea na mbolea hiyo naito mbolea ya kepi taka ni dhahabu na kama mbolea ya kepi taka ni dhahabu hivi vyote unavyoviona mezani vimetokana na taka ikaenda shambani imekuja kuleta dhahabu kama mnavyoziona hizi ni dhahabu habu kabisa, mchele, unga, mahindi. Kwa hiyo sasa nawashauri mpate mbolea ya Kepi. Mbolea ya Kepi inapatikana duka la Linda Kilimo lililoko mkabala na KNCU au karibu na zilipo ofisi za shirika la nyumba NHC Moshi mjini. Ukipata mbolea ya Kepi inaweza kukusaidia katika mazao yako, na kilo hamsini ya mbolea ya Kepi ni shilingi elfu arobaini na nane na inaweza kufanya kazi kwenye eneo la nusu weka na asilimia as kubwa ya wananchi wana maeneo ya robo eka, nusu weka, eka moja. Kwa hiyo kilimo ikolojia, ukipata mfuko mmoja kwa nafaka, mbolea ya kepi inakusaidia kwenye nusu weka.